Wakati afya ya Padri Dr Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania TEC, ikielezwa kwamba si ya kuridhisha kufuatia shambulizi aliyofanyiwa Aprili 30 ya mwaka 2025, Kanisa Katoliki limeingia lawamani kutokana na matukio mawili yaliyojiri hapa baada ya shambulio hilo kubwa dhidi ya Padri Kitima. Sasa makala hii ina inayataja matukio hayo mawili lakini pia inayaeleza kwa undani na kwa nini yamepelekea malalamiko dhidi ya malala ya kanisa hilo Katoliki kwamba kwa nini kanisa hilo limeingia lawamani kutokana na matukio hayo mawili. Na tukio la kwanza ni kwamba jana Mei 4, elfu mbili na ishirini na tano Um, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni ishirini kwa kanisa. Hasa fedha hizo zimeelekezwa kwa askofu mpya wa jimbo la Bagamoyo uh, Askofu Stefano Musomba uh, na pesa hizo zimetolewa na uh, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango na pesa zilitolewa katika hafla ya kumsimika huyo askofu mpya na hili jimbo jipya la Bagamoyo lililoanzishwa hivi karibuni. Sasa katika hotuba yake, Dr. Mpango alieleza kwamba fedha hizo ni msaada wa mafuta kwa ajili ya ziara za kichungaji za askofu huyo mpya. Lakini kitendo cha kanisa kupokea fedha hizo kwa upande mmoja na serikali kutoa fedha hizo kimezua mjadala mkubwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande mmoja, kanisa limelaumiwa kupokea fedha hizo kutoka serikalini, hasa katika kipindi hiki ambacho Padre Kitima bado yupo hospitali na afya yake inaelezwa kwamba bado haijaimarika kufuatia shambulizi lililofanywa dhidi yake April 30 mwaka huu 2025 katika makazi yake huko Kurasini na kwa mujibu wa mashuhuda watu waliobahatika aidha kuwepo eneo la tukio au kuongea naye, wanaeleza bayana kwamba lengo la shambulio lile lilikuwa ni kutoa uhai wa padri Kitima. Kwa hiyo kanisa kupokea fedha hizo imetafsiriwa kama kutolipa uzito um, shambulio la padri Kitima hasa kwa vile uh, tukio hilo linahusishwa kwa kiasi kikubwa na serikali yenyewe. Kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba watu mbalimbali ambao wamekuwa wakosoaji wa serikali kama ilivyokuwa kwa Padre ya Kitima wamekuwa wakiandamwa na serikali, aidha kukamatwa, aidha wengine wametekwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna kwa kiasi kikubwa serikali inanyoshewa kidole kutokana na suala hili na so mpaka sasa serikali kupitia jeshi la polisi imetoa ahadi kwamba inashughulikia, inafuatilia lakini, uzoefu wa matukio ya huko nyuma na ya hivi karibuni unawafanya wengi kuamini kwamba hakuna uwezekano wowote wa kupatikana ufumbuzi katika hilo. Lakini kubwa zaidi la ambalo linaifanya serikali kuwa mtuhumiwa wa kwanza kuhusiana na shambulio la, la Dkt. Kitima ni ukweli kwamba mtumishi huyo wa Mungu amekuwa mstari wa mbele katika kuikosoa serikali kuanzia kwenye masuala ya uchaguzi, pia kwenye masuala ya watu kutekwa na kupotea, na moja ya masuala ambayo aliyasimamia sana ni tukio la kutekwa kwa uh, kada maarufu wa Chadema Deusdedith Soka, ambapo aliwataka sio tu viongozi wa dini, lakini serikali kuhakikisha kuwa inashughulikia hili na ukifuatilia hata kwenye mitandao ya wa kijamii wale wanaoitwa chawa wa serikali na pia wa chama tawala CCM wamekuwa wakimwandama Father Kitima, na hata kabla ya kukamatwa kwake, mmoja wa makada hao ali tweet kwamba siku za Father Kitima zinahesabika, kwamba dawa yake iko jikoni, na hatimaye yakaja kumtokea yaliyotokea. Kwa hiyo katika mazingira kama haya watu wengi wanaona kwamba kanisa limekosea kupokea huo msaada, lakini pia msaada huo umetafsiriwa kwamba huenda ni jitihada za serikali kwa upande mmoja kuiziba kui mdomo kanisa, lakini pia kuliacha kanisa, kuiacha kanisa liwe na deni la fadhila, kwa sababu kama mtu ametenda wema uh, wa kutoa kiasi kikubwa hicho cha fedha milioni ishirini kwa ajili ya mafuta sio pesa ndogo. um, unapata wapi ujasiri labda wa kutoka hadharani kwenda kumkosoa mtu huyo au kuikosoa serikali husika? Kwa hiyo haya ni maoni ya watu mbalimbali huko mtaani na uh, huko mtandaoni kufuatia ili tukio la kanisa kupokea hizo shilingi milioni ishirini kwa ajili ya mafuta ya gari la uh, askofu mpya wa jiji wa jimbo la Bagamoyo, Askofu Stefano Musomba. Kwa upande wa pili, kanisa pia limelaumiwa kwa kuonekana kutokuwa na msimamo thabiti kufuatia tukio la uh, Padri Kitima kushambuliwa kulikuwa na matarajio makubwa kwamba Jumapili uh, ya jana uh, uh, uh, Mei nne, ilitarajiwa kwamba katika mahubiri ambao, kwa sababu hii ilikuwa ni Jumapili ya kwanza baada ya Father Kitima kushambuliwa, kwamba kungekuwa na matamko mbalimbali katika mahubiri uh, katika makanisa mbalimbali kuhusiana na tukio hili, hasa kutokana na uzito wa tukio lenyewe lakini uh, kwa mujibu wa watu mbalimbali mbali, wanasema kuwa uh, reaction au response ya kanisa kwa kweli imekuwa ile Uingereza wanasema muted, yaani ndiyo, kuna matamko mawili matatu yametolewa, lakini hayajaonyesha jinsi gani, labda kanisa hilo aidha limeshtushwa, lakini upande wa pili, jinsi ambavyo kanisa hilo limekasirishwa na kitendo hiki kilichotokea, na hofu ni kwamba endapo kanisa halitochukua hatua sahihi au hatua stahili dhidi ya hili basi, linaweza kuwahamasisha uh, waliotenda hili kujaribu tena, kwa sababu um, moja ya sababu ambazo zinaelezwa kwamba zinachangia, zinachangia kuendelea kwa matukio kama haya ya watu kutekwa, watu kupotea, watu kuvamiwa ni ukweli kwamba watendaji wanaotenda matendo haya hawa, ha, ha, hawaoni sababu ya kutoendelea kwa sababu hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Kama vile mheshimiwa Tundu Lissu aliponusurika kwa mwaka elfu mbili na kumi na saba uh, hakuna hatua iliyochukuliwa, hakuna mtu aliyekamatwa na polisi, ni kama wameliacha swala lile. Kadhalika, tunafahamu kuhusu uh, tukio baya kabisa la kutekwa kuteswa na kuuawa kwa marehemu Ali Kibao, uh, kiongozi mwandamizi wa Chadema ambaye baadaye maiti yake ilimwagiwa ya tindikali mpaka leo serikali haijatoa tamko lolote na hakuna inachofuata. Sasa hata serikali inaposema kwamba inafuatilia swala la Padre Kitima kwa ukweli, um, ni vigumu kuamini kwamba wako serious na swala hilo, kwa sababu kuna matukio makubwa zaidi yaliyotokea huko nyuma na hawajafanya jitihada yoyote ya maana ya kutoa matumaini kwamba katika hili hakuna lolote ambalo litapatikana. Kwa hiyo ilikuwa ni wajibu, watu walitarajia kwamba kanisa katika mahubiri hasa siku ya Jumapili, hasa kwa sababu ni Jumapili ya kwanza baada ya tukio hilo ingetoa tamko linaloeleka na msimamo. Kwa hiyo kuna mtizamo kwamba uh, kanisa licha ya kwamba TEC ili baraza la maaskofu lilitoa tamko, lakini makanisa mengi makanisani hakukuwa na mahubiri ya moja kwa moja kuhusu tukio la kushambuliwa katibu mkuu wa TEC. Kwa hiyo wananchi wanahoji kama viongozi wa serikali wameanza kutoa zawadi kwa viongozi wa dini katika matukio nyeti kama haya, je, tunaelekea wapi kama taifa? Je, hii sio dalili ya kutaka kunyamazisha watu kupitia misaada. Sasa kuilaumu serikali inaweza kuwa sio sahihi, kwa sababu serikali uh, kwa maana ya fedha zilizotolewa na Mama Samia Suluhu Hassan kupitia kwa makamu wa rais, unapopewa zawadi kama unadhani zawadi ile inakinzana na mazingira uliokuwa nayo, wewe mpokea zawadi ndio unastahili lawama. Kwa hiyo kanisa lingeweza kukataa zawadi hiyo, um, na isingekuwa na athari yote, zaidi ingeonyesha kwamba kanisa lina msimamo, limekerwa na tukio hili lililotokea. Kwa hiyo Baraza la Maaskofu na kanisa kwa ujumla kukubali fedha hizo huenda ikaathiri taswira kwa umma, kwa kuangalia haya maongezi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kama wangekataa hadharani, ujumbe ungekuwa mzito zaidi, kwamba kanisa haliwezi kufumbia macho vitisho na mashambulio. Pia kuna hoja kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hakuhudhuria hiyo ibada ya kusimika askofu mpya na badala yake akamtuma makamu wake wa rais, na hii imeelezwa kama kuto kujali hali ya Kitima au dalili ya kutaka kuepuka maswali magumu. Hata hivyo pengine lawama hizi si sahihi sana, kwa sababu dhamira ya Mama Samia Suluhu Hassan kutoa fedha hiyo inaweza kuwa ni nzuri, kama kwa muda wote wa utawala wake tangu aingie madarakani amekuwa akitoa misaada mbalimbali kwa kanisa yayumkinika kusema kwa kwamba ametoa misaada mingi zaidi kwa kanisa kuliko kwa misikiti. Yeye ni Mwislamu, lakini katika uongozi wake amejitahidi kadri alivyoweza kutoelemea upande wowote. Lakini siku zote manunguniko huwa yanakuwepo. Kama rais akiwa Mwislamu, baadhi ya watu wanahisi labda pengine kwenye uteuzi kama labda Waislamu wanapendelewa, na vitu kama hivi. Haya ni mambo ambayo yamekuwepo siku zote. Rais akiwa Mkristo wakati wa marehemu Magufuli, wakati wa marehemu Mkapa kulikuwa na hata wakati wa marehemu uh, baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere pia kulikuwa na ma, maneno kama haya, kadhalika ilivyokuwa wakati wa, wa rais marehemu Mwinyi. Wakati wa utawala wa rais Kikwete, uh, kuna kuwaga na hisia kama hizi. Kwa hiyo pengine lawama dhidi ya serikali au kwa mama Samia suluhu Hassan kwamba hizi fedha zimetoka kwa lengo la kuwanyima midomo la kuwaziba midomo maaskofu zinaweza kuwa pengine sio sahihi sana. Kadhalika, kwa kanisa kulaumiwa kwa kupokea fedha hii, inaweza kuwa pengine sio kulitendea haki, kwa sababu hawa ni watumishi wa Mungu, unatakiwa kuwa na kwenda na vitu kwa kutegemea sala na mkazo zaidi kwa kwenye sala, lakini pia kutopokea kuto, kuto zawadi pengine sio kitu cha kiungwana sana. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na tukio hilo? Basi toa maoni yako hapo chini. Asanteni na kwa herini.